Kwa majina yangu mimi aliamveenawate ya ali ya, tunashukuru bwana wetu na folo alotufaidia kutunulia madaftari. Mwenyezi Mungu anijalie. Darasa langu mimi nasoma darasa la nne. Shule yangu mimi ni Fingino, majina naitwa Sofia Ibrahim Liwanda. Namshukuru namshukuru sana mwenyekiti Nassoro kwa madaftari tuliopokea leo. Mwenyezi Mungu amjalie kwenye safari yako, daftari ha atatusaidia tutasonga mbele na hatu takata samaa kwa kusoma. Majina anaitwa Zulfamza, mzazi wa Nasibu Saidi, natokea kata Magengeni. Napenda kushukuru kwa niaba za wenzangu kumshukuru mwenyekiti wa vijana ndugu Nassoro Muhammad Juma kwa msaada waliotuletea madaftari. Mwenyezi Mungu ambariki, kwa sababu ameweza kutupunguzia baadhi ya majukumu kidogo. Natumia nafasi hii kuomba wadau wengine waweze kujitokeza kufanya hiki alichokifanya ndugu Nassoro na, na ikiwezekana kiwe zaidi ya hiki. Jina naitwa Halid Milanzi ni mkazi wa Mtangashari kata ya Jangwani. E, kilichotokea leo kwa mwenyekiti wa UVCCM wilaya Mtwara mjini, kaka yangu Nassoro Juma Mohamed, ni jambo la kushukuru Mungu kwa hili kwa sababu vijana wengi ambao tunaishi nao huko mtaani mazingira yao ni magumu mno, magumu mno. E, yani inafikia hatua mwanafunzi anarudishwa shule kwa vile tu amekosa daftari, amekosa peni. Ni changamoto kwa kweli, na baadhi yao watu wa kuwasaidia watu huko mtaani wana uwezo lakini wamevikalia. Sasa ukimkuta mtu anatoa, sio kwamba amepata, ameipata, isipokuwa kwamba anatoa kwa kile alichokipata. Mwenyezi Mungu ambariki na amzidishie kila laheri, na wengine waige, huo uwe mfumo Sio kwa yeye tu, watu wengine mfanye biashara yeyote, aliyekuwa nacho alichobarikiwa akitoe kwa ajili ya vijana, akitoe kwa ajili ya Mungu. Mwenyezi Mungu atawalipa na Mwenyezi Mungu ataendelea kumlipa na amzidishie kwa kila alichokifanya. Leo hii ametutembelea katika tarafa yetu ya Mikindani, tarafa ya Mikindani katika kata zote tano, ametoa hivyo daftari kwa niaba ya watoto wa shule ya msingi na sekondari.